Wajifunze sana kuhusu muundo wa uendeshaji wa timu na nadhani mwenyekiti, umelisema hio mapema kwamba baada ya kukamilika kwa mchakato huu sasa ndo tunaenda kutengeneza sharing agreement, yani mfumo wa uendeshaji, kile ambacho ataongoza au atafanya, na wala haiwezi kuwa dhambi kwenye uongozaji wa timu upande wowote ukatoa mwenyekiti wa bodi board ndio inayosimamia nani zote. Sasa nadhani tukijibu hilo sasa, itakuwa ni mapema mno, kwa sababu baada ya hapo ndo tutaenda kutengeneza hiyo sharing agreement, na itaonyesha mapendekezo ya BMT yameonekana, na hapo mapendekezo mengine yametoka katika vyombo na taasisi nyingine tofauti. Hata sisi wanachama wa Simba nao vile vile tulikuwa na mapendekezo yetu. Bahati nzuri sana sisi wawekezaji wetu ni wana Simba na upande wa klabu ni wana Simba, kwa hiyo hakuna shida. Hilo kwangu mimi naona ni mapema sana kuweza kulizungumzia, kwa sababu tuta tutakwenda mbele ya makubaliano ambayo tutakuja kuyafikia. Ila kwa mkataba tuliokuwa nao awali, tulikuwa lazima tutengeneze uh, special purpose vehicle ambayo ingeweza kufanya haya ambayo tumeweza kuyafanya. Waandishi uh, ambao ndo mna wataarifu umma hamjawahi kuzungumzia kwenye transformation hii ambayo Simba iliingia na mwekezaji kwa kipindi cha kutokea mwaka 2017 mpaka 2025, kutoka kwenye timu ambayo ilikuwa unranked, mpaka kuja kuwa ranked namba tano. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Lakini pia hamwangalii mifano ya timu zingine na katiba zao ambazo zimesajiliwa na mpaka leo hakuna chochote ambacho wamefanya, na wanaendeshana kisultani tu hamuaulizi hapo. Sasa sisi tunachoweza kuahidi kwamba tutatoa mashirikiano ya kutosha kwa umma kuelewa. Sasa hivi mwenyekiti wa bodi atakuwa ni nani na anatokaje. Wala usizungumzie habari ya, ya jina langu. Mimi ni binadamu, naweza nikafa leo, anaweza akaja mtu mwingine, akaja mtu mwingine na mtu mwingine. Wala hatuna ugomvi. Kwanza kwenye kikao sisi tunapokaa huwa wala hatuangalii nani ametoka wa na hakuna mwenye mamlaka kwa sababu pale hatufanyi wrestling. Maana ingekuwa kama tunaenda kwenye mireka kweli ingesema mtu kama magoli mimi nakabiliana naye vipi? <laughs> Lakini pale tunazungumzia hoja. Zinakuja hoja ambazo zimeandaliwa kutoka kwenye management na zingine ambazo zimetoka kwenye kamati zetu mbalimbali tunazijadili na tunafikia maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa manufaa ya maendeleo ya klub na timu yetu

sasa mimi nitajuaje? kwa sababu hiyo ya wawekezaji, unajua, ngoja nikwambie, unapokuwa na taasisi taasisi huwa haifai nini hai, hai, yaani haikai hai, hai, hai tu taasisi inakuwa. Ndio maana hizi katiba zitakwenda zabadilishwa, bodi itakwenda zabadilishwa itakwenda na improve mwaka nyinyi wajui tu miaka elfu mbili na tatu kuzungumzia tu kwamba unaweza ukauza hisa kwa za wanachama kwende kwa, kwa mwekezaji. Hiyo kitu kwanza ilikuwa ni dhambi, hiyo kitu ilikuwa ni dhambi elfu mbili na tatu wakati Muhamedi anazungumzia hivyo, tulimwambia we Muhamedi uuze Simba, akaacha na akaondoka. Lakini elfu mbili na kumi na saba kumi na nane ikafanya nini, ikawezekana. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba atakuwa ni mwana Simba, atakuwa ni mtu, inaweza kuwa ni taasisi. Kwa mfano uwekezaji wa Ujerumani shareholders ni taasisi. Unakuta likampuni likubwa linaamua kununua share. Inawezekana zile share ambazo tumeamua hizo 49 baadaye zikaingia mpaka kwenye stock exchange. Watu wakaanza kununua. Kwa hiyo hiyo hiyo huko mbele siwezi nikaizungumzia itakuwaje. Na wala siwezi kusema itakuwaje. Kama atakuja si mwekezaji mwana Simba atakuja si, sio mwana Simba atakuja ni kampuni, sio kwamba ni mtu. Siwezi kusema, siwezi kujua kitakuwaaje huko mbele, na wala siwezi kusema e, hii hali itakuwaaje. Kwa hiyo si tuiache hiyo hiyo kwamba arobaini na tisa ni mwekezaji wawekezaji hamsini na moja wanachama Kukuluwa, vigezo kwanza, hiyo ulisema hakukizi vigezo. Amesema kwamba hakukizi vigezo, akasema nani ha? Tuliona hatutakubaliana, hatutafika. Yani kuna vitu tuliona tumeshindana, sio vigezo. Vigezo maanake ni qualification eh. Mpanzu bado na mkataba na Simba, bado na mkataba na Simba, Mpanzu na mkataba na Simba. Sasa sasa kusema sii, utampoteza? Utampoteza? bado na mkataba na Simba <laughs> baside si, Januari itakuwa hivi itakuwa hivi. Si, mkataba Mpanzu bado na mkataba na sipa na mkataba na bei yake ya, ku, ya kununua siu kama patanzani iza kumnunua ta jfti mari eh, wanatokea ati. Swali langu so, ilikuwa ni wa mwenyekiti eh, siko mkutano mkuu, baada ya kuwasilisha mapendekezo ya katiba, ni kama baadhi ya wanachama hawakukubali na mwisho au namna ambavyo vikao au mkutano liko tamatika. Sasa so, so, swali langu ni kwamba je, mmejiridhisha me, me kwamba wanachama wote wamekubali mapendekezo ya katiba mpya na jinsi, naamini hata wewe unakuwa umeona jinsi baadhi ya wanachama siaaawanachama walivyokuwa. Nashukuru. Hey. Hey. Hey. Kwanza swali lako, mimi ningependa, labda, tutawaomba wenzetu wa Azam TV watupe ile process ya mkutano mzima ambao ulikuwa huko live baada ya kuwa aliyekuwa ameleta mapendekezo ya kuwasilisha. Na katika maelezo yangu ya awali nilisema tulipokea mapendekezo ya serikali, tulipokea mapendekezo ya wanachama, tukaunda kamati ambayo ilitoka katika pande zote, wakafikia na wakayaweka sawa aliyokuja kusoma mwenyekiti wa ile kamati, akaainisha Nikauliza, jamani, baada ya maelezo haya kuna mtu yeyote anahoja? Hakuna. kama hakuna na agenda zimekwisha, tunafunga mkutano. Sasa wengine wanatengeneza fani, mwingine anakuambia taa ilizimwa, mimi sikuona. <laughs> Umeona, sasa sijui taa wakati inazimwa alikuwa wapi na nini kilichotokea. baada ya kuwa agenda zimeisha, wawaita watu wakasoma dua, umeme ukiwa unawaka, hakuna taa iliyozimwa. Wakati tunatoka kwenye ukumbi umeme ulizima na ukarudi hapo hapo. Kwa sababu gani? tuliwaambia watu wa Diamond Jubilee kwamba hatutaki power interruption, kwa hiyo watumie genereta, kwa kuwa mkutano tumemaliza na tushafunga. Kwa hiyo wao wakarudisha kwenye main supply, wakazima genereta, wakarudisha umeme wa kawaida. Sasa unataka yani, ni mambo tu ya vituko, ndio hivyo TV hizo. Kwanza nikuambie lile ambalo ulisema kuna wengine hawakuridhika, sivyo? nani sasa nini si natakiwa muulize? wewe bwana, haya amewasilishwa, tumeuliza, kuna hoja hakuna. Wewe hujarizika na nini? Ninyi waandishi, mbona mfanyi hiyo kazi kumuuliza wewe wee? ya hoja yako ilikuwa ni nini? Mkutano una na taratibu zake, mapendekezo yanayohusu marekebisho ya katiba. Huwezi ukaja ukumbini ukaanza kusema mimi hapa nanyosha mkono, kifungu cha tatu nataka kirekebisho kiandikwe hivi. No, kuna utaratibu nao umeainishwa kikatiba ukiwa na hoja unawasilisha siku ishirini na moja kabla ya mkutano ili iweze kupitiwa, na tunakuja pale tunajadiliana, kifungu hiki kinarekebishwa, sababu za kurekebishwa, unatoa mapendekezo yako, tunajadiliana, ndio tunapitisha. Na hakuna kitu chochote duniani hata uhai kwa mwanadamu, hakuna kitu muhimu kama uhai, si ndio? Kuna wengine wautaki wojask watu wanajua. kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kubalika na watu niambie kwamba mkutano ule usimame, watu wote. Haya haya, tupige kura tuseme, wote waseme ndio? Haiwezekani. Kuna wengine watakataa sukari tamu, wengine hawaipendi kwa sababu ya kuumwa nani, pilipili inawasha, lakini wengine wanaipenda, lendo binadamu alivyo. Kwa hiyo hayo ni maoni tu, na sisi klabu yetu tunaheshimu uhuru wa maoni. Nimewaambia wale ambao wanahisi kwamba kwenye mkutano ule kulikuwa na jambo anataka kuliwasilisha, wafuate taratibu, tuta kwenye mkutano unaofuata tutafuata, tutayapokea maoni yao na tutafanya marekebisho. Sasa ili wa kusema mkutano siku ulimalizika siku ulifanya hivi, mimi ndo nilikuwa naendesha mkutano na ndo nilikuwa na ajenda pale, na ajenda zimegawiwa kwao, wao wananiambia ajenda gani hatukuweza kuijadili. Kwa hiyo ni aina tu ya watu ambao wanaweza wakawa wanatafuta labda maelezi za kusema waonekane na wao wamesema na nini, lakini mkutano Tumeondoka kwenye hayo mambo ya tradition za mikutano ile ya zamani. Zamani kulikuwa mikutano inaendesha mapinduzi, siyo kiongozi anaondolewa ama anafungwa. Siku hizi hamna, serikali imezuia hiyo. Na katiba yetu iko very open kwamba utaratibu wa uendeshaji wa mikutano unakuwaje. Na vyombo vya serikali siku ile vilikuwepo na marekebisho ambayo yalikuwa yamekusudiwa kuwasilishwa kwenye mkutano ule yalikamilika. Hakukuwa na shida yoyote. Sasa kama mtu anajisikia kwamba labda alitaka kuongea Oh atupewa uhuru wa kuongea. Angalia ni footage za za ule mkutano. Watu waliokuwa na hoja walikuwa wanapewa mic wanazungumza, zinajibiwa. Huyu alikuwa na mawasilisho, amewasilishwa. Kila kitu kilienda sawa. Sasa mimi kumridhisha mtu hilo ni jambo jingine tofauti. Labda mtu mwingine anachuki tu na mimi ambayo mimi sioni kama ni tatizo mtu mimi akinichukia. Sio ni tatizo kabisa. Hata manabii watu wanamchukia Mungu, kuna wengine wanamkataa kwamba hakuna Mungu. Hiyo ni jambo la kawaida tu kutokea katika muendeshaji wao. Lakini sisi timu yetu, klabu yetu tunaendesha katika weledi wa hali ya juu sana, na ndio maana tunaruhusu uhuru wa maoni. Wanachama wote wa Simba Sports Club walio hai kwa siku hiyo wanakuja kushiriki kwenye mkutano. Kuna vilabu vingine wanachagua na watu wawili watatu, na wengine wakionekana wao wanazuiwa. Tunaruhusu wana watu wote wanakuja lakini hii ni klabu ya watu, mimi sio ya kwangu, wala sio a mzee Magori. Hii ni klabu ya wanachama, mtu yoyote anao uhuru wa kusema lile ambalo halikinzani na mtu mwingine. Lakini kwa kuwa umelisema, mimi nawashauri wanachama wa Simba, ukiwa wewe mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, huna kinga dhidi ya uhalifu. Usienda ukatukana watu huko, au ukaenda ukamkorofisha mtu au ukamtapeli ukasema, ah, mimi nilikuwa natoa maoni yangu. Ukikamatwa na polisi au ukiojiwa na polisi, hiyo ni la kwako, sisi club hatusiki nao. Ukishtakiwa kwa defamation, ukashtakiwa si kwa, kwa kwa kutishia, maana kuna watu wengine hata mimi wananitishia na nitadili nao eh, hey, maana mtu mwingine anakuambia mimi nataka kuvaa bomu, sio? Hiyo ni criminal offense, hiyo ni criminal offense Sio mimi naweza kukuchukulia hatua, hata serikali yenye mamlaka ikipima, wanaweza kukukamata, wanaweza kukukamata kabisa. Alafu sasa ni mambo ya hatari. Ikitokea kwamba mimi nimetoka nyumbani nime, nimepata ajali nimekufa, ukakamatwa wewe, utasema utashtakiwa. Sasa watu hawapimi, wa mtu mwingine anasema ah, huyu yule mhuni, sio? Yani kuna wakata vitungua kali ya kosi wana wa rangi rangi fulani fulani zamani Kulikuwa na utaratibu wa kwenda kununua pilau kwenye wa... siku hizi mimi sisimamii hata uuzaji wa chakula. Huyo jamaa anayepiga makelele wewe kunilaumu siku zote alikuwa anauza pilau kuja kwenye, kwenye mikutano, mimi sisimamii hayo mambo, management ndio anasimamia. Sasa utanitukana bure mimi, utalisema unavyoweza kusema. Lakini, angalia haki. Angalia haki na zingatia haki. Timu hii kama tulivyosema sisi, tuna mashirikiano mazuri sana ndani ya timu tunao watu wanaeza wanaweza wakawa wanaopozi mawazo yetu katika utendaji, katika utekelezaji, katika nini, hiyo tunakubali. Lakini sisi tumekuwa tuna accept constructive criticism, kwamba wewe ukiwa unatuonyesha kwamba tunataka hili ulijenge, tunakubali. Hata wale ambao wakitoka pale wakiwa wanatoa maoni yao kuhusu mchezo, leo tuliona mchezaji fulani amefanya hivi, mchezaji fulani anafanya hivi, sisi tunayapokea sasa wengine wanaweza wakachukua hiyo kama ni mfano oh, watu wanalalamika dunia nzima. Mchezo wa mpira, hata kama timu imeshinda. Mimi nilikuwepo kwenye mechi ambayo Simba walicheza walishinda tatu moja dhidi ya Sports Club Villa kwenye mechi ya East Africa. Kwenye mechi ile wachezaji walikosa goli zaidi ya sita, tatu bila. ilikuwa tatu bila eh? goli sita zilikoswa, lakini baada ya kombe kuchukuliwa na watu kuwa wanashangilia kuna wengine wakawa wanasema, ah, leo ilikuwa tushinde goli tisa leo. Juzi <laughs> <laughs> juzi tu hapa tumecheza mechi hii ambayo umeisema mwenyekiti, sisi tulicheza mechi, tulipoteza dhidi ya Raja Casablanca uwanja wa Taifa, tukaenda tukapoteza, hmm, tukapoteza hmm, mechi na tulianza Horoya, tukaja tulitoka, eh, na Horoya hmm, tukaja hmm, tukapoteza hapa, alafu tukaenda tena kucheza na Vipers Vipers ya yeah, lakini Horoya tumefunga goli saba <laughs> saba bwana, goli saba, saba. saba, saba. saba. saba. saba. saba tuliofunga pale, watu wanasema leo tungeweka rekodi zingekuwa goli kumi. <laughs> Timu imeshinda lakini bado hajaridhika, ndio binadamu ulivyo. Na kama nafsi yako haitamani zaidi, hiyo ni nafsi ufu. Labda kiwe kitu ambacho kina madhara, yaani kwamba mtu akipata kitu chenye madhara akitamani zaidi, hiyo hiyo itakuwa. Lakini kitu chenye kujenga ikiwa na ziada, ndo nafsi ya mwanadamu inavyo. Ndo maana unafikia mtu anakuwa na mke mmoja, anaongeza mke wa pili, wengine wanakuwa na mke wa pili <laughs> anataka watatu, watatu anataka wanne <laughs> na wengine wanawake sita <laughs> <laughs> ndio wana utaratibu, ndo nafsi ya mwanadamu haya. <laughs> swali lingine mwanadamusa lingin msirudia rudia kusanya, kama mawili matatu hivi, au kusanya isike